Mwalimu wa shule ya msingi Kilulu iliyoko wilayani Bariadi mkoani Simiu, Emmanuel Pamba Evaresti amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela baada ya kupatikana na hatia katika kesi ya hujumu uchumi iliyokuwa ikimkabili. Mwalimu huyo amehukumiwa na mahakama ya kimu mkazi mkoa wa Simiu baada ya kupatikana na hatia kwa makosa ya kugushi nyaraka na kujiongezea umri kwa lengo la kuonyesha kuwa amefikisha umri wa kustaafu kwa hiari kwa njia hiyo alifanikiwa kujipatia fedha za mafao ya kustaafu ili hali bado alikuwa anaendelea na kazi. Amehukumiwa adhabu hiyo na hakimu Matha Mahumbuga baada ya kupatikana na hatia katika makosa sita yaliyokuwa yakimkabili. Katika hukumu hiyo, makosa matano yalimhukumu kifungo cha miaka saba kwa kila kosa, huku kosa moja likimpelekea kuhukumiwa kifungo cha miaka thelathini hivyo katika hukumu hiyo iliyotolewa mei 7 mwaka 2025 ambayo mwananchi limeiona nakala yake juzi alihamisi mei 29 mwaka 2025 mwalimu huyo atalazimika kutumikia kifungo cha miaka 30 jela kwa kuwa adhabu zote zitaendeshwa sambamba concurrently hata hivyo, wakati mwalimu Pamba akitiwa hatiani na kuhukumiwa adhabu hiyo, mwenzake aliyeshtakiwa pamoja naye Zefania William ambaye alikuwa ofisa rasilimali watu wa halmashauri ya mji wa Bariadi yani Sikonge aliyeachiwa huru baada ya mahakama hiyo kubaini kuwa hana hatia katika mashtaka yaliyokuwa yakimkabili. Akizungumzia hukumu hiyo, hasa mshtakiwa wa pili William kuachiliwa huru, kamanda wa TAKUKURU mkoa Simiu Manyama Tungaraza amelieleza Mwananchi kuwa hawatamkatia rufaa na kwamba wameridhika na hukumu hiyo. Tungaraza amesema kuwa kwa mujibu wa mwanasheria wao aliyehusika kuendesha kesi hiyo, kutokana na uchambuzi wa mahakama wa ushahidi dhidi ya mshtakiwa huyo, wamekubaliana na uamuzi wa mahakama. Na nukuu, kwa hiyo hatukusudii kuchukua hatua yoyote, maana tumeridhika na hukumu hii, amesema Tungaraza. Kwa mujibu wa kumbukumbu za kesi hiyo, Mwalimu Pamba na William walikula njama na kughushi nyaraka mbalimbali na mihuli kwa kushirikiana na ofisa uzingatiaji wa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma wa PSSF, Muhamedi Selmani Nyangi, ambaye alikuwa hajakamatwa. Mwalimu Pamba na William walidaiwa kuwa walighushi fomu ya maombi ya mafao ya kustaafu kwa kushirikiana na fomu hiyo ililenga kuonyesha kuwa Mwalimu Pamba alikuwa amefikia umri wa kustaafu kwa hiari na kwamba anastahili mafao yaliyoombwa. Pia Mwalimu Pamba alidaiwa kugushi risiti ya malipo ya mshahara salalislipu kuonyesha kuwa ni halisi na imetolewa na Wizara ya Fedha na Mipango na ilipakiwa katika mfumo wa malipo ya mshahara salalislipu salali poto. William alidaiwa kusaini kibali cha kustaafu kazi kwa hiari cha Novemba 24 mwaka 2021 kilichokusudia kuonyesha kuwa ni taarifa halisi ya kustafu iliyotolewa na mwajiri wa Mwalimu Pamba, halmashauri ya mji wa Bariadi. Pia William alidaiwa kusaini barua ya kubadilisha tarehe ya kuzaliwa iliyokusudia kuonyesha kuwa ilikuwa halisi na kwamba ilikuwa imetolewa kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Bariadi. Nyangi alibadiri tarehe ya kuzaliwa ya Mwalimu Pamba kutoka Juni 30 mwaka 1968 na kuwa Aprili 26 mwaka 1967. Hata hivyo kwa mujibu wa vielelezo mbalimbali na kwa ushahidi wake mwenyewe Mwalimu Pamba alizaliwa Septemba 2 mwaka 1968. Hivyo mwalimu huyo alikuwa amebakiza mwaka mmoja miezi mitano na siku ishirini na nne kufikia umri wa miaka hamsini na tano ya kustaafu kwa hiari. Hakuweza kuvumilia kusubiria muda huo ufike, badala yake akaamua ya kujiongezea muda huo uliokuwa umesalia. Kisha Mwalimu Pamba aliwasilisha katika ofisi za PSSF Bariadi Simiu nyaraka hizo kikiwemo kibali hicho cha ja kustaafu kazi kwa hiari pamoja na risiti hiyo ya malipo ya mshahara aliyoghushi hatimaye akalipwa zaidi ya shilingi milioni 70.3 kama mafao yake ya kustaafu. Hata hivyo, aliendelea kufundisha shuleni hapo akilipwa mshahara na kukatwa michango ya hifadhi ya jamii kila mwezi ambayo iliendelea kuwasilishwa PSSF. Kufuatia uchunguzi uliofanywa na Takukuru, Aprili 14 mwaka 2024, Mwalimu Pamba na William walipandishwa kizimbani katika kesi hiyo ya jinai namba 9350 ya mwaka 2024, wote kwa pamoja walikuwa wanakabiliwa na jumla ya mashtaka manane wakidaiwa kutenda makosa hayo kwa nyakati tofauti tofauti, kati ya Aprili 20 28 30 Mei 30 na Juni 12 mwaka 2022. Mwalimu Pamba alikuwa anakabiliwa na jumla ya mashtaka sita, mashtaka manne ya peke yake, ambayo ya alikuwa ni mashtaka mawili ya kughushi mawili ya kuasirisha nyaraka za uongo pamoja na moja la kujipatia pesa zaidi ya shilingi milioni sabini nukta tatu kwa udanganyifu. William kwa upande wake alikuwa anakabiliwa na jumla ya mashtaka manne mawili ya peke yake yote ya kugushi, huku wote wawili wakikabiliwa na mashtaka ya pamoja mawili, moja la kugushi na kusababisha hasara mamlaka PSSF zaidi ya shilingi milioni mia saba nukta tatu. Mwalimu Pamba katika utetezi wake alikili kuzaliwa Septemba 2 mwaka 1968 na kwamba bado alikuwa anafundisha katika shule ya msingi Kilulu akipokea mshahara na michango yake kuwasilishwa PSSF kila mwezi, lakini alikana mashtaka kula njama na mshtakiwa wa pili kutenda makosa walioshtakiwa nayo. William yeye, pamoja na mambo mengine pia alikana mashtaka hayo akidai kuwa kati ya Februari 24 mwaka 2024 na Machi 6 2023 alisimamishwa kazi, hivyo wakati huo waliodaiwa kutenda makosa hayo, yani, kati ya Aprili 2022 na Juni 12 2022, 2022, 2022 hawakuwepo kazini. Hakimu Mahumbuga katika hukumu yake amekubaliana na upande wa mashtaka kupitia mashahidi wake tisa kuwa ameweza kuthibitisha mashtaka yote dhidi ya Mwalimu Pamba hivyo alimtia hatiani na kumhukumu adhabu hiyo. Hata hivyo, hakimu Mahumbuga amesema kuwa upande wa mashtaka ulishindwa kuthibitisha mashtaka dhidi ya mshtakiwa wa pili William, hivyo amesema kuwa hana hatia kwa makosa aliyokuwa alishtakiwa, na aliamuru aachiliwe huru. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa ajili ya taarifa nyingi zaidi. Mimi ni Jese Tunuka, Mwananchi Digital.